Naam, tuangazie taarifa nyingine ambapo viongozi wa wanarika wa kanisa la ABC wamekongamana katika kanisa la ABC Bomani, kaunti ya Machakos kwa ajili ya maandalizi ya kambi za wanarika pamoja na kongamano la vijana la elfu mbili ishirini na tano. Viongozi hao wamejadili baadhi ya wame njia bora za kuwasiliana na wanarika na baadhi ya changamoto wanazozipitia ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ajira. Mikutano ya mwaka huu inatarajiwa kutoa suluhu kwa changamoto hizo. Huku kanisa la ABC likiendelea kujiandaa kwa kambi za wanarika pamoja na kongamano la vijana la mwaka wa 2025. Viongozi wa wanarika wa ABC wamekongamana katika kanisa la ABC Bomani, Kaunti ya Machakos, kujadili na kuweka mikakati itakayosaidia kuboresha mafunzo kwa wanarika wakati wa kongamano hilo. Tumeweza kuwa na mkutano ambao ni wakufana. Tumekuwa na viongozi 160 kwa ajili ya kuchambua uh, mada au theme za mkutano wa youth convention na pia camps. Gideon Maruku, mwenyekiti wa wanarika, ameorodhesha baadhi ya mambo wanaonuia kuangazia wakati wa mikutano hiyo ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ajira kwa wanarika we are looking forward to have teachings that are going to assist the youth um, in terms of interaction in terms of opportunities for them to have mentorship and also to be trained uh, more on uh, dealing with the issues of uh, unemployment how they can become entrepreneurs. The attendance today was uh, ningekuwa na Saisha ningeweka exceeding expectation hmm. For the first time we've had 100 plus hmm. And we say thank you. Mkurugenzi wa Wanarika Eric Mwasia ameshabikia kauli mbiu ya kambi za Wanarika mwaka huu inayoangazia kuwakuza Wanarika kuwa washindi katika maisha ya sasa. I'm so grateful for the day today because of the theme analysis that we had today especially handing on the youth convention that was handling about uh, uh, how to prepare youth on the issue to being aprepared sajona and it was so wonderful so the camp theme that came up very smart that is about helping the youth downline for now they can be nature to be resilient champions nashukuru mungu maana e, yale ambayo ni mafundisho tumekuwa nayo yataenda kusaidia viongozi na kukuza wanarika wote. Ninahimiza wanarika sababu shule zimeweza kufungwa, ili waweze kutia mkazo katika mambo ya kwenda kanisani. Wamemshukuru askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dkta Timothy Ndambuki pamoja na askofu Dkta Merinzioki kwa jitihada zao kuhakikisha wanaimarisha maisha ya wanarika. Ningependa kushukuru kwa ofisi ya askofu wetu mkuu Archbishop Daktari Ndambuki kwa kutuwezesha kukutana hapa kutupatia hiyo idhini na vile vile kupitia kwa ofisi ya askofu, uh, daktari Meri Nzioki, uh, ambaye anasimamia kitengo cha Sunday School na wanarika uh, na tumeweza kukua na nambari ambayo imekuwa juu sana na tunashukuru manake ujumbe umeweza kufikia wengi. James Mwangi, Undugu TV.